Lile jambo ambalo lilikuwa limemeke headline e, katika kuhusiana na msiba wa Dida, mmoja kati ya wafanyakazi maarufu kabisa katika redio ya Wasafi. Tunafahamu kabisa kwamba Dida alikuwa ni moja kati ya vivutio vikubwa sana katika redio hiyo hususan kupitia kipindi cha Mashamshamo ambacho alikuwa anaruka na Juma na pamoja na Idris Kitaa. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba, baada ya siku ya msiba wa Dida, ni kwamba Diamond alikuwa yuko na katika majukumu yake ya kikazi, kwa hiyo hakuhudhuria on the spot, lakini alituma wawakilishi, lakini pia vilevile, ukiachana na wawakilishi wa Diamond kufika, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo alivisupport katika msiba huo behind the scene ambavyo havikutajwa, lakini moja kati ya vitu ambavyo vilitajwa kama mchango mkubwa wa Diamond katika, eh, katika msiba baada ya msiba wa Dida ni kwamba Diamond kwa kupitia Maulidi Kitenge akiwa ni moja kati ya wafanyakazi katika redio hiyo ya Wasafi, ambaye Maulidi ndio wa kwanza kabisa kuripoti kuhusiana na kifo cha Dida kupitia kurasa wa Twitter. Maulidi alisimama pale msibani, katika msiba huo wa Dida, na akaweka wazi kwamba marehemu alikuwa ameacha mtoto mmoja wa kike ambaye ni bado ni mwanafunzi anasoma. Kwa hivyo basi, Diamond akiwa kama CEO wa media ambayo Dida alikuwa anafanya kazi, Diamond amejitolea kumsomesha mtoto huyo mwanzo mwanzo mpaka mwisho wa elimu yake, ambapo yeye mwenyewe ataamua kwamba hapa inatosha. Umeona bwana, jambo ambalo kiukweli watu wengi sana walilipenda. Watu wengi sana walivutiwa na maamuzi hayo au na mchango huo au support hiyo ambayo Diamond alikuwa ameamua kuitoa, kwa sababu inafahamika kwamba bibi Dida eh, ndiye alikuwa e, ndio mama ndio baba, yani ndio kila kitu kwa huyu binti yake e, na e, Dida alikuwa anapambania kila kitu kuhusiana na mwanae huyo. Kwa hivyo basi, kwa msaada huu ambao Diamond aliahidi kuutoa, ungekuwa ni sapoti kubwa sana kwa Dida kwa mtoto huyo wa Dida kuweza kutimiza ndoto zake umeona bwana. Kwa hiyo kaka kama ndugu wa Dida eh, amekuja kuzungumza, maana hii habari ilitolewa kwa mara ya kwanza kabisa kwa Maimatha. Maimatha ndo alikuja akadondosha ili kombola kwamba ile ahadi haijatimizwa kwamba huyu binti hakupata hiyo nafasi ya kusomeshwa, hajalipiwa ada yoyote. Tokea msiba ulivyotokea, kila kitu kikawa kimebwagwa pale, mambo mengine yakaendelea, na ndugu pia wakafuatilia kwa kiasi fulani, ili kuona kwamba je, ile ahadi ambayo ilikuwa imewekwa pale msibani ni kweli itakitekelezwa au la. Kwa hivyo basi, kaka wa marehemu, kaka wa Dida alikwenda kwa mujibu wa interview ambayo ameifanya kwa njia ya simu kati ya huyu kaka na maimafa ni kwamba amesema kwamba yeye alimpigia HR, human resource manager wa pale Wasafi, kumuuliza kuhusiana na kile ambacho kilizungumzwa na Maulidi Kitenge msibani, lakini mambo yakaenda shagala bagala, kwa sababu yule, yule HR akamwambia nitakupigia then hakumpigia huyu kaka, ikabidi ampigie tena simu kumcheki huyo HR kumkumbushia swala hilo kwamba je, mchakato aliozungumza Diamond kupitia Maulid Kitenge kwamba atamlipia ada huyo binti upo au la, na pia vilevile alikuwa vile tayari yuko na namba za akaunti ya benki ya huyu binti ili aweze kuwatumia waweze kutumbukiza umo ada, lakini mambo hayakuwa hivyo. Alikuwa apokea tena simu, kwa hivyo basi Maimatha, ndo amekuja kudondosha hilo dongo mtandaoni, jambo ambalo limewashangaza na kuwasitikitisha watu wengi. Maana huyu kaka amelalamika, amesema kwamba yale zile zilikuwa tu ni ahadi tu, ahadi hewa, ilikuwa tu ni show off pale katika msiba wa Dida. So, hapa kwa mujibu wa habari ambazo Maimatha amezitoa, ame, amezungumza hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba kaka wa marehemu Dida afunguka E, wanayoyapitia ni huzuni. Kaka wa marehemu Dida amefunguka kuhusiana na bado e, hawajapata sapoti yoyote ile kama dhewei ambavyo walivyokuwa wameahidiwa katika msiba kwamba Diamond atalipa ada za huyo binti, umeona bwana. Kwa hiyo kaka wa Dida ameamua kuweka hilo swala bayana, na kwa mujibu wa Maimatha alisema kwamba nyumba ya Dida sasa hivi imepangishwa ili waweze kupata pesa ya kwenda kulipa kulipa ada ya huyo mtoto wa Dida. Watu wengi vili, sana hapa kiukweli wamekuja kuweka maoni yao, wengi wanaonyesha kama vile wameumizwa sana na hili lililotokea, wasije wakauza hiyo nyumba jamani, bora waipangishe tu, itamsaidia hata baadaye huyo binti kwamba eh, bwana taratibu, taratibu. Eh, watu Hamjaelewa ishu, sio kuwa kaka anaomba msaada. No, kaka anasema kwamba ahadi waliotoa haijatekelezwa. Sasa kwa nini mtoe ahadi alafu isifuatwe? Kazi hiyo si, siyo sawa. Hata kama kuna mtu alitaka kumsaidia huyo mtoto, ilibidi aache baada ya kuona tayari kuna ahadi ya mtoto kusomeshwa, tena mbele ya umati ilikuwa imetolewa. Umeona hiyo ndio point, kwamba huyu kaka yeye, kitu ambacho kimemkera ni kwamba wao kutangaza vile kwamba watamsomesha, kwamba Diamond kutangaza kupitia Maulid kwamba watamsomesha, it means kwamba kama kungekuwa kuna mtu mwingine alitaka kujitolea kumsomesha huyu binti, ilibidi arudi nyuma akiamini kwamba Diamond tayari ameshajitolea, na mwisho wa siku hajatekeleza kile ambacho alikuwa ameahidi. Haya, ukiachana na huyo, kuna mtu anasema bwana, huyu kaka alionekana ni mtata sana, hata siku ya msiba kwenye familia zetu bwana Eh, mamluki hawakosekani. Hii kiukweli ni huzuni, kwamba kwani baba wa huyu mtoto yuko wapi? Mbona eh, hata siku ya msiba hatusikii akizungumza chochote, kwa sababu ana da mambo yote hadharani. Jamani, ahadi ni deni, umeona. Eh, kuna mtu hapa amekuja kuandika hivyo kwa mtu mwingine, sababu bwana, ahadi ni deni. Kwa, kwa nini aliahidi? Au, eh, au amechukizwa kwa sababu marehemu alikuwa anatoa siri za Wasafi kwa Dada Mange. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu amesema kwamba bwana, aisee, haya maisha ni shida sana. Kwa nini unaahidi vitu ambavyo huwezi kutekeleza? Kwa mtu mwingine anasema bwana, bwana tunahitaji anasema kwamba tunaijua hiyo, ukiwa haupo na lako pia halipo. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu anasema bwana, kosa lipo wapi? wa huku Wasafi ni kosa, kosa liko kwa Wasafi kwa sababu Eh, wameahidi. Kwa nini waahidi alafu wasitimize? Na sisi maskini, ukituahidi tu tunakuwa kama vile tunakudai. Angeacha tu atoe rambirambi, kuisha mambo yaishie hapo hapo. Umeona, kuna watu hapa wanasema kwamba ni heri Diamond bwana angetoa tu lambilambi, kila kitu kiishie pale, mambo mengine yaendelee kuliko kutoa ahadi kubwa kama hiyo ya kumsomesha huyu binti mwanzo mwisho alafu kuingia mitini. Haya, mdao mwingine huyu hapa anasema bwana, mimi siamini kama familia ya Dida Eh, itashindwa kumsomesha huyo binti Dida. Ameacha magari, kaacha biashara, kaacha nyumba, eh, kaacha namlisema na kabisa kwamba baba mtoto pia yupo eh? una eh, udugu na yule Delila wa Samson Diamond, usimsikilize huyu, anataka tu kuharibu future huyo mtoto fanya kwa wakati Mungu aliokupangia huo, ni msaada. Kungekuwa pia na option ya kuto kuahidi chochote, usije usije mkamkatia mka, mka, huyo tamaa binti kwamba kwa bwana, yote haya ni zuchu tu. Diamond hana roho hiyo mbaya. Wabongo hey, <laughs> wabongo washamtupia mzigo bibie wa watu, anasema kwamba Zuchu ndio yote haya ameyaleta Diamond akisha msaidia mambo hayo. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section tok, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.